Namibona tunzo ambayo alipewa Diamond Platnumz siku kadhaa zilizopita hapo nyuma, nadhani utakuwa unakumbuka kama ulikuwa labda e, ili kupita, ni kwamba Diamond Platnumz alipewa tunzo mara tu baada ya kumaliza kufanya show katika ukumbi wa wa Royal Albert, ni moja kati ya kumbi kubwa sana huko London Uingereza, na zina historia kubwa. Kuna maselebriti wengi sana wakubwa ambao wameshawahi kufanya kazi hapo au wameshawahi kuperform katika ukumbi huo na wengi wao wamejaza, umeona. Kwa hiyo Diamond naye pia kujaza ukumbi huo imekuwa ni jambo la kihistoria, sio tu kwamba kwa Watanzania huko ametotoa kimasomaso, lakini pia vile vile hata katika ukumbi huo ameingia katika historia kama moja kati ya wasanii ambao wameshawahi kujaza ukumbi huo naona bwana, kwa sababu ukumbi huu ni mkubwa, kama the way ambavyo Baba Levo alivyosema kwamba una level nne yaani kuna wale watu ambao wanakuwepo pale chini, alafu kuna level nyingine tatu zinakuwepo juu kule. Hizi ni kumbi kama, kama ushaku cheki show ya American Got Talent au X Factor, basi utakuwa unaona ule ukumbi jinsi ulivyokuwa mkubwa, ndio kumbi za design hiyo. Umeona bwana, so huu ndo ukumbi ambao unaofahamika kwa jina la Royal Albert, ambao Diamond amefanya show London pale eh, na kiukweli, alifanya show ambayo ilikuwa ni sold out, yani tiketi zote zil, zilinunuliwa na watu walijaa. Umeona bwana, sasa basi Diamond wakati anapewa ile tunzo aliambiwa kabisa kwamba ameingia katika historia, kati ya moja kati ya macelebrity wakubwa ambao wameshawahi kufanya show hapo na kufanya show wakajaza, yani wakafanya sold out show. Kwa hivyo basi wakampa plaque kama kumbukumbu, kama tunzo kwa hicho ambacho, kwa hiyo accomplishment ambayo ameifanya. Kwa hivyo basi alipewa hiyo plaque, na wakati anapewa bwana, huyu mtu ambaye alikuwa anamkabidhi alimwambia kabisa kwamba umeingia katika historia ambayo uko sambamba na wasanii wengine wakubwa kama vile wakina Drake na wengine mbalimbali ambao alijaza ukumbi huo. Hebu sikiliza hapa kwa makini. So ya yeah. Yeah. So say... Yeah, kama ukituliza kidogo akili utasikia kwamba kutokana na kutoka kwa wasanii wengine wakubwa ambao wamefanya historia hiyo, yani ya kujaza ukumbi huo, akasema kwamba from Drake and others, na amezungumza vitu kama hivyo. Sikiliza kwa makini. Ya, yeah. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa mara tu baada ya Diamond eh, kupewa tunzo hiyo na ukumbi wa Royal Albert, na wakaposti pia katika ukurasa wao wa Instagram katika Insta story, wakaandika congratulations, Diamond Platinumz. Umeona bwana. Kwa hiyo Watanzania huku walilipokea hilo kwa ukubwa. Sasa leo tumefanya uchunguzi. Uh, yani tumefanya uchunguzi na ya ni wa Nigeria. Unavyoelewa kwamba wa Nigeria bwana wako nyuma, ya ya wa nyuma. Hivyo basi Diamond alivyokabidhiwa hiyo tunzo akageuka kumuita Jukes na pia asogee wapige picha. Kwa hiyo kutokana na kitendo hicho huku Wanaijeria bwana wamekuja kumwaga comment za kutosha, wameandika kwamba Diamond thanks for acknowledging, uh, for acknowledging and appreciating Juksi for, the, for his contribution and support for this show. Wakiwa okay, wanamaanisha no kwamba Diamond tunakushukuru. Wanijeria sasa hao wanamshukuru Diamondi kwa, ku, kwa kutambua mchango wa Juksi katika hii show. Meona eh? Hawakuishia hapo. Akaendelea hapa kuandika kwamba it's also showing you have a good heart. Yaani, hii inaonyesha pia kwamba una moyo mzuri Hopefully, your media house and fans can also see that. Uh, na tunataraji kwamba uh, media zako pamoja na mashabiki zako wakalitambua hilo. Wa Nigeria hao. Unaona wa Nigeria wanavyoshikamana mpaka shemeji wanamshika vilevile vile. Yaani, wa Nigeria jinsi walivyokuwa na umoja na mshikamano mpaka shemeji yao Jukes wanamtetea kwa Diamond na media yake na pamoja na mashabiki wake. Yaani, wanamtetea Jux kwa mashabiki wa Diamond. Yaani, hawa ni wa Nigeria, wanamtetea Jux kwa Diamond, mashabiki na media za Diamond. Utadhania ni Mnigeria mwenzao. Lakini wabongo, unakuta wanaanza kumsema Jux unatumika na nini. Lakini wa Nigeria wanamsupport Jux kiasi hicho. Hiki ni kitu ambacho watu wa Tanzania watakiwa wajifunze jinsi wenzetu wanavyojua kupenda vya kwao. Yaani, Jux washamuona wa kwao kutokana na kwamba amemwoa dada yao. Shaelewa hiyo na wanamsupport kupitiliza. So, wabongo sisi kama kawaida tunapigana vijembe mix ya kupigana vita na kusemana vibaya tunapoona mtu anafanya vizuri. Back on the menu. Eh e, bwana huyu hapa mwingine amesema kwamba I'm happy Diamond acknowledging Juxi because my brother was at the show and said even some of the promoters was, were thanking Juxi. Haya, huyu amesema kwamba kiukweli, nimependa Diamond alivyomshukuru Juxi kwa sababu hata kaka yangu alikuwepo kwenye show na akasema kwamba hata mapromoter pia wamekuwa wakimshukuru Juxi, and is also good for Juxi the promoters will surely hmm. Ameandika hivyo kwamba shows na hii pia ni nzuri kwa Juksi, pia itasababisha mapromoter nao watakuwa na mtafutia Juksi show, umeona eh? so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa basi kitu ambacho leo tumekifanya hapa Trendy TV ni kwamba imebidi tuangalie historia ya, zi ya ile tunzo ambayo amepewa Diamond kule London baada ya kuperform katika ule ukumbi mkubwa wa Royal Albert, ili tuweze kufahamu kwamba E bwana Diamond kama anaingia katika list ya maselebriti wakubwa ambao wameshafanya mazito katika ukumbi ule ni maselebriti gani? Ushaelewa? Hiyo ndo kazi iliyokuwa tunaifanya leo. E bwana, kitu ambacho tumefuatilia kuhusiana na historia ya huu ukumbi wa Royal Albert, wasanii wengi sana wamefanya show lakini waliojaza kama Diamond ni wafuatao. Ah, sasa hii ni listi ya wasanii ambao wameshawahi kufanya show pale katika ukumbi ule wa Royal Albert na wakajaza. Huyu bwana si mwingine bali ni Adele. Nadhani unamjua, hello from the outside ee, Adele bwana amejaza ukumbi huo. Wakachana na Adele, mwingine ambaye amejaza huu ukumbi bwana si mwingine ee, ngoja nipige kabisa screenshot ili ni zoom niweze kusomea mmoja baada ya mwingine. Wakachana na Adele, mwingine ambaye amejaza ukumbi huu ni pamoja na Elton John msanii wa kitambo sana huyu. Ed Sheeran huyu pia ni msanii, au Adele ni msanii wa kule kule Uingereza. Ed Sheeran naye pia ni msanii wa Uingereza, japokuwa amefanya vizuri kimataifa na watu wengi sana wanamfahamu baada ya kufanya kazi na baada ya kuhamishia kazi zake Hollywood Marekani. So Adele, Ed Sheeran, hao ao ndo waliojaza Elton John moja kati ya wasanii ambao wanaimbaga nyimbo zile za taratibu taratibu, Aretha Franklin, msanii huyu wa country, mwanamama huyu namkubali sana, na yeye pia kumbe alijaza ukumbi huo. The Beatles, umeona eh, ni moja kati ya bendi kubwa sana duniani eh, bwana. The Beatles na nyinao pia walijaza huo ukumbi wa Royal Albert. Ukiachana The Beatles, kuna Diana Ross, umeona eh, kuna wasanii kama vile, kuna msanii kama vile eh, Frank Santana Alafu kuna msanii mwingine ambao labda watu wengi sana wanakuwa wanamfahamu ni Janet Jackson. Huyu ni dada wa Michael Jackson na yeye pia alijaza ukumbi huo. Eh, kuna Jay-Z, Jiga, au vipi bwana, na yeye pia alijaza ukumbi huo. Wakashana na Jay-Z bwana, msanii mwingine mkubwa, lakini pia Mohamed Ali anaingia katika hiyo historia ambayo Diamond ameingia. Haya, ukitoka hapo kwa Mohamed Ali, eh, kuna Nina Simone, kuna huyu hapa mwingine anaitwa Ray Charles, kuna Rihanna, umeona eh, alafu kuna kuna Tyler, eh, bila kumsahau Beyonce naye pia alijaza ukumbi huo. Wizkid, umeona eh, huyo ni msanii mwingine kutoka eh, Nigeria huko, naye pia alijaza ukumbi huo wa eh, wa Royal Albert London. So ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.